Morning Philosophy, falsafa ya asubuhi ya leo. Tunataka kuangalia juu ya kila kitu kizuri, iwe ni heshima, iwe ni cheo, iwe ni kuongezeka katika kipawa, katika karama, katika huduma, iwe ni influence ya uongozi na kisiasa, iwe ni achievement kwenye biashara ukuaji wa mitaji na uwezo na utashi wa kufanya biashara kwa usahihi. Kila kitu kizuri ambacho mwanadamu anakitamani duniani kimefungwa katika package ah, tungesema ile package inayofunga zawadi, yani wale wanaonyanga ile package ya kufunga zawadi ile, ile inayopack, sijui inaweza nikatumia lugha lakini lile kasha linalobeba hiyo hayo niliyotamka, iwe heshima, iwe cheo, iwe mamlaka, pakeji yake ni ubaya. Yaani ubaya, kila jambo baya lina wema wa Mungu ndani yake, na kila kitu kizuri unachokitamani kimefungwa katika ubaya, na wale wanaobeba kitu kizuri cha kwako ni wale walioamua kukufanyia ubaya, kwa kuwa Mungu anaitumia hiyo mikono ya wabaya kutengeneza package ya mambo mema katika maisha yako. Sema mchungaji, unataka kusema nini? Hebu niwekee kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 45 mstari wa tano mpaka wa nane pengine nitakusaidia asubuhi ya leo, kwa sababu kuna watu wachache ambao wanapitia mabaya kwenye maisha yao, wengine kwenye hasara wengine kwenye kesi mbalimbali mbali mahakamani, wengine wanapitia madeni na vitu kama hivyo. Lakini nataka nikuambie, kila kitu kizuri kimebebwa na package mbaya. Mwanzo 45 mstari wa tano mpaka wa nane. Biblia inasema hivi Biblia inasema hivi basi sasa, msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka mitano isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi, na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi si ninyi mlionipeleka huku, ila Mungu naye, ila Mungu naye ameniweka kama baba kwa Farao, na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Basi si ninyi mlionipeleka huku, bali Mungu. Nataka kusema nini? Pakeji uh, ya ubaya iliyokuwa imetengenezwa na wana wa Yakobo kumi na mbili juu ya Yusufu iliyokuwa ili, ili, ili, ili imekava wema wa Mungu katika maisha ya Yusufu. Ni Yusufu peke yake anathubutu kusema kumbe si ninyi mlioniuza lakini ni Mungu aliyenipeleka. Lakini cheo cha Yusufu, influence yake ya kisiasa kwa waziri mkuu wa nchi ya Misri, kuilisha dunia, dream achievement, kufikia kwenye vision yake ya kuilisha dunia na kufikia ulimwengu, ulikuwa umebeba katika ubaya wa wana wa Yakobo walipomuuza akaenda akanunuliwa katika nyumba ya Potifa, lakini katika nyumba ya Potifa kukawa na mwanamke mbaya, mke wa Potifa, naye akampeleka gerezani, na kule gerezani ndiko alikokutana na mnyweshaji na mwokaji wa mfalme, na baadaye akatoka uh, gerezani, akapata dakika tatu za kibali, three minutes of favor, na hiyo ilimsababisha kufikia kwenye ndoto ya kwake. Kwa hiyo Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa ishirini na tisa mstari wa kumi na moja. Biblia inasema hivi: kwa maana ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani, wala sio mawazo ya mabaya, lakini kuwapa mema na matumaini katika siku zenu za mwisho. Ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi wapendwa, mabibi na mabwana. Kwa namna ya kawaida kabisa, kuna kipindi na hapa Mungu ananiambia kuna watu wachache ambao wanapitia kwenye msukosuko mbalimbali wa kibiashara, financial crisis, economic crisis, economic family crisis. Unapitia kwenye msukosuko mbalimbali na unawaona watu kama ni wabaya wako na unasononeka juu yao. Acha nikuambie, kila ubaya unaokutana nao kwenye maisha ya kwako umebeba wema wa Mungu. Heri wale watakaoona wema wa Mungu na wakaondoa sonona ya yale mabaya. Hii itakupunguzia presha, magonjwa ya moyo na sukari na, kuf, na kufeli figo. Unasema, mchungaji, unasemaje? Ili Sauli awe mfalme, Mungu alitengeneza package ya ubaya kwenye familia. Punda wakapotea, Sauli akaenda akawatafuta punda, na katika kuwatafuta punda akakutana na Samueli akapakwa mafuta kuwa mfalme lakini kwanza kupoteza. Kwa hiyo kama punda wasingepotea Sauli asingekuwa mfalme. Hiyo ni moja mbili, Mungu alimjua mwanamke mmoja anaitwa Rutu akaolewa katika nyumba ya Naomi wanaume akaishi na na mwanaume miaka kumi bila kupata ujauzito. Mume wake akafa, Naomi akafiwa na mume akafiwa na watoto wawili Maaloni na Kilioni. Yule mwanamke wa Kimoabu akaondoka na Ruth na Naomi akaenda Betlehemu, na alipofika Betlehemu akazaa wafalme. Ndiyo mwanamke shujaa duniani aliyezaa na kunyonyesha wafalme, huyo Ruth. Lakini ili Ruth azae wafalme, ilisababisha wanaume wa mji mzima, wanaume wa ukoo wakafa. Alafu naye mwenyewe ilimlazimu kubeba ugumba wa miaka kumi, na baadaye alipata, kumbe tumbo lake lilikuwa limebeba package katika huo ubaya wa mauti na mfululizo wa mauti na utasa. Lakini ndiye aliyemzaa Obedi, Obedi aliyemzaa Yese, Yese aliyemzaa mfalme Suleimani, aliyemzaa Daudi, Daudi aliyemzaa Suleimani, mpaka Yesu anakuja kuzaliwa. Nasema mchungaji, unasemaje? Ili Mordekai awe mfal, awe waziri mkuu wa nchi, ililazimika Hamani atengeneze ubaya wa waraka wa kuwaua Wayahudi wote, na ikapitishwa na mfalme, na msalaba wa kumtundika Mordekai ukatengenezwa. Mordekai akafadhaika, lakini katika huo ubaya wa Hamani, ndipo Mordekai alipovalishwa mavazi ya kifalme na kupitishwa kwenye mji na kutangazwa mtu aliyeheshimiwa na mfalme. Lakini ili kanisa lizaliwe ambalo leo kanisa ndiyo lenye mamlaka na kumiliki muda wa dunia. Na kama Injili ihubiriwe hivi leo na pawepo na mchungaji na waumini kama mnavyoona kanisa duniani kote. Pakeji yake ilifichwa katika aibu ya msalaba. Yesu alidhulumiwa juu ya msalaba, alisulubishwa akiwa uchi, alichanganywa na majambazi. Ili kanisa lizaliwe. Na kwa kuwa aliona namna ambavyo kanisa linahitajika duniani ili kuzivunja kazi mbovu za adui shetani, akiwa juu ya mti aliuona ule wema wa Mungu ndani ya ubaya, akasema e, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Ni wachache watakaojua ya kwamba katika ubaya unaopitia kuna wema wa Mungu katika maisha ya kwako, na kwa habari ya nchi na kwa habari ya Afrika, ndani ya package ya uonevu wa makaburu kwa Nelson Mandela kwa miaka ishirini na saba ilikuwa imebeba package ya heshima ya Waafrika na huyo Mandela kuwa mtu ambaye amebeba historia ya bara la Afrika even today. Na maliza kwa kusema kila ubaya uliokutana nao kwenye maisha ya kwako, katika falsafa ya maisha katika falsafa ya maisha life philosophy ni kwamba umebeba wema wa Mungu. Na mimi nataka nikuambie wewe ambaye umekata tamaa na umenisikiliza asubuhi ya leo, hicho kitu ambacho kimebebwa na ubaya kwenye maisha ya kwako. Sisi Wachaga wa Marangu, Wachaga wa Vunjo, tumekosa sentensi inayotosha tunasema, kindo kya rua, yaani nasema mduchu naoe, kindo kya rua, yani huyu mtu ana kitu cha Mungu na mimi nataka nikuambie, katika hiyo hasara imebeba kitu cha Mungu. Katika hiyo kesi unayopitia ioore kindo cha rua, ina kitu cha Mungu. Katika hayo machozi unayolia leo, ioore kindo cha rua. Wako wapi watu wanaonielewa sawasawa? Ioore kindo cha rua. Katika hao watu wanaokukalia vikao vya kukufisha, kuore kindo cha rua. Hebu nisaidie kumwambia jirani yako, kuna kitu cha Mungu. Kama akuelewi mwambie kichaga cha Marangu, kuore kindo cha rua, kuore kindo cha rua. Icho ambacho unalia leo, unaomboleza. Yusufu unayeuzwa, Yusufu unayesingiziwa, mkasa baada ya mkasa. Yusufu ametoka nyumbani, mkasa; amefika kwa Potifa, mkasa. Mkasa baada ya mkasa, kuore kindo cha rua, hasara baada ya hasara, huzuni baada ya huzuni, aibu baada ya, huz... ya aibu, msalaba kwa msalaba unyang'anyi kwa kusingiziwa. kuore kindo charua, kuna kitu cha Mungu na utakiona kwa jina la Yesu. Wanaosema amina na waseme amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi, haleluya. That is morning philosophy, life philosophy.